0678813891 asante kuichagua Sauti Kuu TV Online kuwa kituo chako bora cha habari. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja ya kutokea hapa studio zetu za Kawe jijini Dar es Salaam. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Karibu tuangazie Eh, magazetini leo kwa pamoja tukiangazia yale yaliyojiri, yanayotarajiwa kujiri na yaliyokwisha kujiri, na yote hayo yamepata basi fursa ama nafasi ya kuandikwa katika nakala za magazeti ya siku ya leo, nikiangazia haya eh, pamoja nawe mtazamaji popote hapo ulipo. Kukamilisha matangazo haya upande wa mitambo kunaye Freedom Richard na ukumbuke mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo Kawe Ukwamani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM pamoja na kituo cha mafuta cha Puma. Nianzie habari za uh, kitaifa na kimataifa. Jina langu ni Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Nipashe, Mwanga wa Jamii ukurasa wake mbele, habari kubwa inasema vigezo kupata ajira kumi na mbili elfu vyawekwa wazi. E, mchakato wake umekamilika, zitaanza kutangazwa karibuni. E, ukabila na itikadi za vyama si kipaumbele. Habari hii kuu ukurasa wa mbele wa gazeti ni Pashe, vigezo kupata ajira kumi na mbili elfu vyawekwa wazi, basi fuatilia, pengine unaweza kuambulia chochote kitu. Habari nyingine nasema, vigogo Chadema wafutiwa kesi. Sawa, Steven Wasira anasema vijana, haki haipatikani kwa ghasia. Bwana we tuambie napatikana kwa nini? Pengine ametuambia e, soma habari kwa kina basi uweze kufahamu, pengine inapatikana kwa njia zipi sahihi. Mwendokasi ikianza kazi leo, tarehe ya mabasi mapya nayo yatajwa. Mwendokasi ikianza kazi leo, tarehe ya mabasi mapya yatajwa. Nipashe pia limeandika mabalozi waihakikishia Tanzania ushirikiano. Vilevile Ridhiwani anasema bwana, nipo tayari kuitwa tume ya maadili. Uh, yupo tayari kuitwa tume ya maadili kuhojiwa. Nipashe linaandika habari hiyo. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Alnur sauti ya Waislamu, neema kubwa yaja, ujenzi bandari Bagamoyo kuanza Disemba. Habari hii inaonyesha imeambatana e, na habari picha hapa inayoonyesha e, jinsi ya ujenzi huo utakavyokuwa bandari hiyo ya Bagamoyo. Amani italindwa, nchi ni salama. Amani italindwa, nchi nayo ni salama, kwa mujibu wa gazeti El Nur, sauti ya Waislamu. Kila mtanzania ana jukumu la kulinda amani, amesema mheshimiwa Kasim Amare akiwasihi eh, aki wa, wa Tanzania soma ukurasa wa tano wa gazeti hili. Habari ndiko inakopatikana eh, kwa kina. Natupia macho yangu manne ukurasa wa mbele wa gazeti wa Machinga sauti ya wa wanyonge, habari liokolizwa wino zaidi inasema, mabalozi wasisitiza kuimarisha ushirikiano na Tanzania wathibitisha kwa kauli moja dhamira njema ya kuendeleza ushirikiano na serikali ya Tanzania lakini pia wana diplomasia wakiri kuwa Tanzania ni mshirika muhimu imara na wa kuaminika katika diplomasia ya kikanda ya kimataifa. Habari hii imetajwa hapo. Habari picha pia inaonyesha eh, viongozi hao wa kidiplomasia Umoja wa Mataifa eh, ushirikiano na serikali ya Tanzania haya. Na nauka bwana anasema watendaji msikwamishe shughuli za vijana. Awataka watendaji wasikwamishe shughuli za vijana. Lugange awaelekeza nemka uh, kuwachukulia hatua wanaozalisha kelele na mitetemo. Kikwete aomba viongozi wanaolalamikiwa wachunguzwe. Eh, habari imeandika Kikwete, na picha ni Ridhiwani Kikwete. Bila shaka habari hii inamhusu waziri Ridhiwani Kikwete. Aomba viongozi wanaolalamikiwa wachunguzwe, haiwezekani eh, malalamiko yawepo tu alafu hakuna chochote. basi uchunguzi huo umeombwa na waziri Kikwete Ridhiwani, ama Ridhiwani Kikwete ufanywe uchunguzi Je, yeah, yeye yeah, yeah, si mmojawapo wa wanaolalamikiwa? Haya, tutayafahamu hayo yote hapo baadaye. Mwananchi Huru bwana limeandika eh, Tanzania yawa mfano wa umoja na mshikamano Afrika kwa muungano, waziri Masauni asema wengi eh, wali walijaribu kuungana wakaishia njiani. Sawa bwana <laughs> haya habari nyingine ya ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi Huru, mtazamaji, nasema: Dkt Kijaji awahakikishia watalii usalama wa hifadhi na vivutio. Makada saba CCM wachukua fomu kuwania umea Arusha. Waziri wa vijana abanwa na vijana, ubinafsi wa baadhi ya viongozi. Waziri Ndejembi aridhishwa na kasi ya REA umeme vijijini. Haya, na mengine mengi ni kwa mujibu wa gazeti Mwananchi Huru. Kamata nakala yako hii mara moja, na kama tayari umekwisha kuikamata basi twende sambamba katika kuangazia habari moja baada ya nyingine, na kama bado unaweza pia kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii, kwani nakala hizi zinapatikana huko. Haya, gazeti Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu kama mimi ninavyoipa kipaumbele kazi yangu hivi sasa, limekoleza wino wa habari inayosema muungano ni swala la kudumu. Masauni, anayesema hayo, asema hakuna mbadala wake wezi tu, uwezi tu, e, ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha unaimarika. Habari hii imeambatana na habari picha ikimwonyesha Masauni mwenyewe, unaweza kuangazia na wewe hapo uweze kufahamu zaidi. Mnyika na Heche washinda kesi. Waziri Ridhiwani Kikwete ataka ahojiwe kuhusu umiliki Lake Oil. Eh? Waziri Ridhiwani Kikwete <laughs> ataka ahojiwe kuhusu umiliki Lake Oil. Kumekuwa na tetesi nyingi eh, huyu akisema hiki, yule akisema kile katika mitandao na kiongozi huyu akihusishwa na vituo hivyo, hivyo vya mafuta. Sasa mwenyewe anasema yuko tayari kuhojiwa kuhusiana na umiliki wa Lake Oil. Sawa. Mbunge Bukoba mjini ataka watanzania waitunze amani JR kuanza kutoa mizigo bandarini ni habari ambayo utaipata katika gazeti Mtanzania leo. Kazi ni kipaumbele chetu. E, waziri mambo ya nje awa e, awafafanulia mabalozi kilichotokea Oktoba 29. Haya, naondoka hapo nikiangazia gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Habari kubwa inasema ni wajibu wa kila Mtanzania kulinda na kuimarisha muungano Waziri Masauni utaja kuwa msingi wa umoja mshikamano, wa amani na usalama, awasifu wa asisi Mwalimu Nyerere na Abeid Karume. Habari hii imetajwa katika ukurasa wa pili wa gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Unaweza kufuatilia kupata habari kwa kina ama kuondoa utata kama haujaikamata vilivyo katika ufahamu wako. ni kuangazia habari nyingine, ukurasa wa mbele wa gazeti hili semayo, Rais Mwinyi ataka kila mwananchi kutimiza wajibu wake kulinda amani kero ya maji yasimamisha meneja dawasa kibamba waziri kikwete asema niko tayari kuhojiwa kuhusu umiliki lake oil e, mabalozi wa teta na waziri wa mambo ya nje da habari hii pia imetajwa katika gazeti raya mzalendo kama tanakala. mwananchi bwana asubuhi ya leo limepambwa na habari inayosema serikali yaibua mkakati mpya kuinua vijana habari hii imetajwa ukurasa wa pili gazeti Mwananchi. Kimbembe cha kupata huduma serikali za mitaa, Heche Mnyika e, walivyopangua madai ya kudharau mahakama. habari hii imeelezwa hapa, Heche Mnyika walivyopangua madai ya kudharau mahakama, na hii ikatajwa kuwa wameshinda kesi hiyo. Tanzania, mabalozi kujenga ushirikiano mpya Likizo skrini, zinavyobeba mustakabali kwa watoto ni habari ambayo imetajwa hapa na habari, picha inaonyesha picha ya watoto wadogo tu wakiwa wamekamatia simu janja ama smartphone wakiangaza katika skrini hiyo, kama ambavyo habari hii inasema, likizo skrini zinavyobeba mustakabali kwa watoto. Ukizingatia tunaelekea msimu wa sikukuu eh, za Krismasi na mwaka mpya, hivyo watoto wengi watakuwa katika mapumziko ya likizo ya mwezi Disemba. Kimbembe cha kupa sawa habari hii imekusha kukuangazia mtazamaji, niondoke hapo sasa, niokoe wakati nikiangazia gazeti ya habari leo, guiji la habari Tanzania. Habari kubwa inasema serikali ipeni nafasi tume. Ukurasa wa pili unaeleza habari hii kwa undani zaidi. Bashiru watake atathimini fursa ya bandari ya uvuvi habari hii imetajwa katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kituo cha eh, wawekezaji vijana kuanza mwaka huu. Ulege wapa TANROADS zigo la foleni. Tanzania haifungwi uamuzi bunge la EU. <laughs> habari hii imetajwa ukurasa 21 gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, kwamba Tanzania haifungwi na uamuzi wa bunge la EU. Habari hii imeelezwa hapo, unaweza ukamata nakala yako kafahamu. Bashiru ataka tathmini fursa bandari ya uvuvi. Kamata nakala gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania, uweze kufahamu habari hiyo kwa kina. Gazeti Zanzibar leo, kwa ukweli na uwazi, limeandika Dr Mwinyi amani ufungua maendeleo ya nchi sawa. Habari imetajwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili na habari, picha iliyoambatana nayo inamwonyesha rais rais Dr Mwinyi mwenyewe akihutubia watu eh, amani ufungua maendeleo ya nchi sawa. Ahmed mgeni rasmi siku ya Ukimwi. Dr Harun ahimiza afya kwa mahujaji. Wekeni miundombinu rafiki kwa watu wenye ulemavu, Waziri Pembe anasisitiza hilo. Mvua e, tetemeko la ardhi la ua watu tisini Indonesia. Balozi Kombo asema Tanzania itaendelea kuimarisha diplomasia. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika nakala ya gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Sasa tuangazia gazeti Uhuru, kwa pamoja Uhuru, ukweli daima. Serikali yaweka bayana kilichojiri bunge la EU, e, serikali yaweka bayana kilichojiri bunge la EU. Mikakati yaanikwa kuipaisha Tanzania. Habari hii imetajwa hapa katika gazeti Uhuru. Achilia mbali gazeti Uhuru Taifa, Tanzania Uzalendo Kwanza, gazeti imeandika Aweso atwishwa zigo la maji da wakazi Mpigi Magoe walalamikia ya maji yanatoka saa nane usiku. Hivyo basi watu hawa hulazimika kuamka usiku mnene kiasi hicho eh, kuhemea maji hayo. Kikwete yupo tayari kupelekwa sekretarieti ya maadili. Eh, niweke sawa eh, si Kikwete rais mstaafu, bali ni mwanaye Ridhiwani Kikwete waziri eh, Ridhiwani Kikwete yupo tayari kupelekwa sekretarieti ya maadili. Kesi ya viongozi wa Chadema kudharau mahakama yatupiliwa mbali. Nakala ya Taifa Tanzania e, inaeleza habari hii kwa kina katika ukurasa wake wa nne. Unaweza kujipatia nakala hiyo kupata habari kwa kina. Hivi sasa ni saa moja dakika arobaini kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili dakika arobaini na hitimisha sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa. Tutapata mapumziko mafupi, nikirejea hapa basi tutabaluza upande wa habari za uh, kimichezo na burudani, na hasa ukiwa mwanamichezo usiondoke. Tupate mapumziko mafupi, punde nitarejea.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 0678813891. Nimerejea tena. Kama ndio kwanza unaungana nami mtazamaji hivi sasa, bado hujachelewa. Hii ni sehemu ya pili tu ya magazetini leo iliyo na machache zaidi, hasa wikendi hii. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita double D, karibu tuangazie habari za kimichezo na burudani, hasa ukiwa mwana michezo wa, eh, wa marching spoti. Ndilo ambalo tunaanza nalo, limeandika Serengeti Boys ya iwinda Kenya nusu fainali Sekafa, vilevile Yanga yaondokana na, eh, yaondoka na alama moja Algeria yatoka sare bila kufungana na JS kablii eh, beki la Chan aipiga mkwara Simba, diwani Ligoha, eh, wa Mgeta mpongeza Profesa Kabudi katika michezo ndairagige bado tuna kazi ngumu T, E, T-R-A. Habari hizi za kimichezo zilizotajwa ukurasa wa mwisho wa gazeti hili, basi unaweza kuzipata vile vile katika ukurasa huo wa mwisho wa gazeti hilo. Ni kwa uchache sana michezoni leo, nikupe nafasi tu ya kuji nakala na, na kuendelea na majukumu mengine. Mwanaspoti, sasa gazeti mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Yanga mdogo mdogo e, yambana mwarabu. Kwao Azam football ngoma ngumu Yanga mdogo mdogo yani mwendo wa kobe, habari imetajwa katika gazeti Mwanaspoti, naweza kukamata nakala hiyo. Ni mageuzi Wanasimba washikilia hatima ya mo E, mrithi wa mguto, bodi ya ligi. Habari hii pia imewekwa bayana kwa slot. Tutegemee breaking news, atutegemeeni habari ambayo imetajwa vilevile katika nakala ya gazeti mwana spoti e, unaweza kukamata nakala hiyo kufaidi habari kwa kina. Sasa gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania michezoni limeandika mashujaa Dodoma jiji za toshana nguvu kufa ama kupona, futsal Tanzania leo, habari ambayo pia imetajwa hapa Uh, vile vile Mbappe ataka nyota Madrid kumlinda Alonso, habari hii ikitajwa katika nakala ya gazeti uh, habari leo, Gwiji la habari Tanzania. Gazeti Zanzibar leo michezoni limeandika, uh, Simba kukaza buti kwa Stade Malien, habari ambayo imetajwa hapo. Michuano ya uhuru cup yasogezwa mbele, vile vile uhamiaji mla ndege zatoshana nguvu, uh, PBZPL habari hii ikitajwa hapa Singida. Black Stars watua na morali nguvu mpya hapo Zanzibar. Basi sisi tunashuhudia tunategemea kushuhudia mtanange maridhawa kabisa kutoka viwanja hivyo. E, haya naondoka hapo nikiongezia gazeti Uhuru michezoni, Simba nguvu zote kwa Stade Malien habari ambayo imeelezwa hapa. Hapatoshi uchaguzi bodi ligi kuu bara. Bukayo Saka afanya kweli. Wapi? Kwa nini mwana michezo pengine tayari unakwisha kufahamu na kama bado endelea kuangazia huko katika kurasa mbalimbali za kimichezo pamoja na nakala hizi ambazo zinataja habari hii kwa kina. Sasa Taifa Tanzania, uzalendo kwanza michezoni, gazeti limeandika wana Simba watamani kuwa na kiongozi kama engineer Hersi Said. Hebu tuambie, ni kweli kwamba wana Simba wanatamani kuwa na kiongozi kama engineer Hersi Said? <laughs> Haya bana, mambo ya watani wa jadi haya. E, maelekezo ya BMT kwenda Simba Sports Club haya hapa. CCM Tanga yasikitishwa mkokwani kufungwa wakati wapo wasimamizi. E, taifa Tanzania zalendo kwanza lina eleza habari hii kwa kina. Habari hii inatamatisha sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za uh, kimichezo na burudani, na kwa ujumla inatamatisha magazetini leo. Hii ni wikendi, hatuna mambo mengi, tunakupa nafasi ya kusikiliza kwa uchache, kisha kupata wasaa wa kutosha kukamata nekala yako kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayokutatanisha. Yani kwa maana nyingine hujikamata vilivyo katika ufahamu wako, na pia kupata muda mzuri tu wa kupumzika na kuendelea na majukumu ya hapa na pale. Jina langu ni Dorcas Daniel, wengine unita double D. Kukamilisha matangazo haya, upande wa mitambo amesimama vyema Freedom Richard. Kwa pamoja tukutakie asubuhi njema. Kwa maarifa ya kiroho jipatie vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa kwa uweledi